Mambo yanazidi kuchemka katika mzozo wa Iran na Israel. Jumatatu jioni, rais wa Marekani aliikatisha ghafla mkutano wa G7 akisema anakwenda nyumbani kushughulikia suala la Iran na Israel. Kumbuka muda wote huu Trump amekuwa akisisitiza kuwa Marekani haihusiki katika vita hivyo na haina nia kuingilia Japo amesema kuwa Israel inayo haki kujikinga dhidi ya mashambulio yoyote. Kuongeza chumvi, Rais Trump alisema pia Jumatatu kuwa watu wote waondoke katika mji mkuu wa Iran Tehran. Hili ni tamko kali sana kwani kuwahamisha watu zaidi ya milioni kumi bila sababu mahsusi sio kitu cha kawaida. Kwa hiyo tamko lake limeleta wasiwasi kutoka kwa baadhi ya watu, wanaona kuwa ni ishara Marekani karibu itajitumbukiza ndani ya mzozo huu. Nikimaanisha yaani kushambulia moja kwa moja Iran. Wengine wanaona kama ni kupulizia vitisho tu, kwani kisheria rais alitakiwa kutafuta idhini ya Congress kabla ya kuchukua hatua kupiga nchi yoyote. Lakini huyu ni Trump, hana cha kawaida. Huenda akaamua kutumia nguvu yake ya urais kusaini amri mpya. Lakini hata hivyo, baada ya kushambulia, mambo yakitulia, atatakiwa kuja kujieleza mbele ya bunge. Muda mfupi baada ya tangazo la Trump, China ilitangazia raia wake wote waondoke Israel mara moja. Wakati huo huo, Iran na Israel wamezidisha mashambulio huku Israel ikipiga bomu hospitali mjini Tehran, ambapo sasa inachukuliwa imefungua milango ya kuanza kupiga maeneo ya raia. Iran inatarajiwa kujibu kwa makombora ya kasi zaidi na uharibifu zaidi ya supersonic ambayo tayari yameonyesha kuzidi nguvu kinga za Israel. Nayo serikali ya Israel imevamia na kufunga ofisi za mashirika ya habari ya ndani na nje yanayoonyesha au kuelezea uharibifu uliosababishwa na mabomu ya Iran chini nchini humo, akidai kuwa wanatishia usalama wa nchi. Kwingineko, mkutano wa bunge la EU ulichemka. Baada ya kutofautiana juu ya swala la Israel na Iran, mwakilishi wa Ubelgiji aliwasilisha hoja ya kutaka kukemewa Israel kwa shambulio la uchokozi, lakini wabunge walikataa kujadili swala hili. Hofu iliyokuwepo hapo awali kuwa huenda mgogoro huu ukawavuta ndani majirani imeanza kuonekana kweli. Lakini hii inategemea hatua itakayochukua Marekani. Pakistan ambayo pia ni mmiliki wa nyuklia imetoa onyo kali kuwa iwapo Marekani itavamia Iran, wao watasimama na Iran na wakusaidia kwa njia zote. Afghanistan tayari wamejitolea kusaidia Iran pia. Israel inategemea zaidi Marekani lakini kuna uwezekano wa usaidizi pia kutoka kwa washirika wake wa na mahasimu wa tangu jadi wa Pakistan, India. Kwa hiyo macho yote yameelekezwa Marekani ambapo hatua watakayochukua sasa itabadili taswira ya vita hivi kwa kiasi kikubwa.